Siku hii ya leo Mheshimiwa Rais alileta salamu zake kwa ajili ya sikukuu za Idi pamoja na Pasaka, na pale awali tulikuja kwenye sikukuu ya Idi na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tukaja tukawatembelea wazee na tukaleta salamu za Mheshimiwa Rais. Si mnakumbuka wazee wangu? Nakumbuka. Ehe, sasa leo tumekuja tena na salamu zile zile za Mheshimiwa Rais. Dr. Samia Suluhu Hassan anawasalimu sana na anawapenda sana. Lakini pia salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro, Mheshimiwa Nudin Hassan Babu, kwa niaba ya yake tumekuja kuwasalimu, anawapenda sana na anawasalimu na anatambua ya kwamba mnaendelea vizuri, kwa sababu anaendelea pia kupata taarifa kila itapo leo ya maendeleo ya kituo hiki. Commitment yetu sisi kama serikali ni kuendelea kuhakikisha wazee wetu hapa mnaishi katika hali ya usalama, ili muendelee kupata huduma hizi katika hali ya utulivu kabisa, na ulinzi na usalama wenu ni dhamana yetu kama serikali na tutaendelea kufanya hivyo wakati wote kuhakikisha hakuna namna yoyote ile mnayoweza kuzuriwa ama e, kunyanyaswa ama kuto kupata haki zenu za msingi ambazo Mheshimiwa Rais tayari ameshaziweka vizuri. Sasa katika upekee huu tumeungana kwa pamoja na viongozi wenzetu hawa kuleta salamu za Pasaka. Mkono wa Pasaka wa Mheshimiwa Rais kwenu ili sasa nanyi tunapoelekea katika sikukuu ya Pasaka siku ya kesho muweze kufurahia kwa pamoja ndio maana mmeona tumeleta hapa e, sukari tumeleta unga, tumeleta mchele, mafuta ya kula, lakini pamoja na hayo yote pia tumeleta kitoweo. Kwa hiyo e, e, mlezi ambao unawalea wakina mama na wakina baba hapa, siku ya kesho tunataka wazee wetu hawa wafurahi. E, Mheshimiwa Rais amewaletea zawadi ili waweze kusherehekea katika sikukuu ya Pasaka kama ambavyo Watanzania wote, ikiwa ni pamoja na wananchi wa, wa wilaya yetu ya Moshi wanapokwenda kusherehekea ili kwa ajili ya kupata chakula kizuri kabisa. E, lakini nyie jambo kubwa na shukrani yenu kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na jambo ambalo mnaweza kuwafanya nyie wazee wetu ni kuendelea kumwombea Mheshimiwa Rais, mwinueni katika maombi ili aweze kupata afya njema na siha njema aendelee kutuhudumia Watanzania ikiwa ni pamoja na sisi wazee wetu wa hapa katika kituo chetu hiki cha Njoro hapa Mji Mpya. Kwa kweli tumeona kabla haijafika Pasaka yenyewe mm. kama alivyokuwa amegusia DC mm. sisi tuungane na hizi salamu za rais kwa sababu kama yeye ameweza kutuma salamu kutoka Ikulu mm. sasa zitafikaje hapa bila sisi tuliokuwa hapa karibu na kuzishikilia na, na, na kuja nazo kwa hiyo tukaungana na mkuu wa wilaya kuhakikisha kwamba na sisi tunakuja, kwanza tuwasalimu mm -hmm. tuwajulie hali mm -hmm. lakini tuwaletee zawadi hii ambayo mtaenda kuifurahia kwa sikukuu ya Pasaka kama wengine wanavyofurahia maeneo mengine, ili msijisikie e, msijisikie e, mm -hmm. wapweke. Mheshimiwa, mm -hmm. rais wetu anafanya kazi kubwa, na, na nyie mnajua Eh, hata hii barabara inayoshuka hapa tayari eh, wako Tanga sasa hivi kuhakikisha wanapata mkandarasi inayoshuka mpaka kule kanisani msituni pande kwenda mpaka makaburini. Kwa hiyo kazi anazofanya kwa kweli za kugusa jamii ni nyingi sana, na sisi Moshi Mjini tumebarikiwa sana kwa kwa hizo kazi zake. Kwa hiyo basi, na mimi nikasema tuungane naye tuje tuwajulie hali eh, na Pasaka yenu iweze kuwa nzuri kama ya watu wengine, itakuwa nzuri kuliko ya watu wengine. Asante sana. <laughs> Huu ni msimu wa sikukuu, na katika msimu huu wa sikukuu mama yetu mpendwa wetu Mama Samia Suluhu Hassan amesema hizi sikukuu zisipite hivi hivi, ali pamoja na nyie, ingawaje atakuwa yuko mbali na yuko kikazi, lakini ana wasaidizi wake. Kwa hiyo mimi nimekuja na msaidizi wake ambaye ni Mheshimiwa DC pamoja na mbunge wetu wamejumuika pamoja kuwaleteni hichi kidogo ambacho tumekuja nacho ambayo ni vyakula pamoja na sabuni na mafuta lakini pia na nyama kwa ajili ya kufurahia hii sikukuu ya Pasaka. mimi naitwa Maria Atari Masawe, niko kwenye hichi kituo cha wazee nalelea wazee. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea, kwa kuwajali wazee, kwa kujali kwa kwa kutujali sisi wafanyakazi kwa kuwaletea wazee chakula Pasaka. Tunamshukuru sana mkuu wa wilaya, tunawashukuru wote kwa ujumla, viongozi wote waliofika, Mheshimiwa mbunge wa Moshi Mjini. Tunashukuru sana kwa zawadi mlizotuletea na mbuzi mliotuletea, wazee watakula vizuri, utawapikia pilau, watakunywa supu. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tumefurahi sana, tunamshukuru sana Mama Samia, tunamshukuru Mama Samia kutuletea zawadi hizi yaani, mama yetu mlezi, yaani, Mungu akubariki sana mama yetu. Umetuzali sisi wazee kweli kweli, umetuletea vitu vya namna hii kweli, aise, tutakanyaga mama Samia wangu, Mungu yuko tu, uendelee na kazi yako mamaangu. Mungu akubariki sana.